Okay. Kama ulivyoona hapo, uh, tunaenda kutengeneza hiyo barabara hapo, so na selekti vyote hapa tuna add curve. Uh, shift A curve, lakini tunakuja kuchukua path, tuna, uh, selekti hii path G Z axis labda mpaka hapa. Sasa kuna kitu kimoja, hii nikija kuileta hapa nika unakuja hapa kwenye geometry, kitu nitakachokuja ukifanya baadaye ni hiki. Nikija hapa kwenye kuextrude, utaona extrusion yake inaenda downward. Sasa hii kitu mimi siitaki ikae hivi. Sasa kitu ninachokitaka cha kwanza ni ili kusudi ikae fly, ikae nani vizuri, inabidi ni rotate 90 degrees, ukija hapa hivi, kwa sababu tunalo huu mstari mwekundu ni x axis, kwa hiyo nikibonyeza r x nikianza ku rotate hapo, utaona hii hapa ndio x inayocheza hapa, utaona kama ni x vizuri, mpaka nikifanya hivi hapa, x ndio inayocheza. Kwa hiyo unaweza kaja ukabonyeza hapa 90 hivi, tayari utakomesha hii rotate hii, au kaja ukabonyeza, au kairo ukaselect hii moja, ngoja niongeze control z, ukaselect r x 90, inakuwa ni kitu kile kile. Sasa na kuandika hapo 90 hivyo so, uh, nimescale hii hivyo kwa hiyo pia nitataka ni sub divide pia sub divide kidogo hivyo. Barabara ilikuwa ina kona, kwa hiyo nitaweka hapa kona fulani kali j hivyo hivyo mpaka hapa, alafu hii na hii hii mpaka hapo, alafu hii namna hii hapa, mm -hmm. Au hii hapa pia, ngoja nilete hivi ya, yeah, sio mbaya ikikaa hivi mm -hmm. Sasa hapa, uh, barabara kwa sababu tulikuwa tunataka kutengeneza yenye kona fulani hivi, ndio hiyo hiyo. Tunaweza tukaja kwenye hapa, tunakuja kwenye geometry, tunakuja kwenye extrusion yako, ukija kuongeza hapo, utaona ina extrude katika mfumo ambao mi ndio nilikuwa naupenda, ulikuwa ni kwenye akili yangu. Sasa uh, ni check extrude mpaka hapo point inayofuata hapa. uh, nataka ni convert iwe kwenye kwenye mesh, kwa sababu hapa hivi ukienda kwenye edit mode, bado ni curve. Kwa hiyo unakuja kwenye object convert to mesh mpaka hapo hivo. Sasa uh, Unaweza ukaamua vitu vile, unaweza ka add loop cut mbili hapa hivi, lakini hii ni njia ambayo siipendelei sana kwa muda huu hapa. Ngoja nifanye hivi, control r, loop cut moja hiyo, halafu hii na i slide let's say mpaka hapa, hii hapa na i slide, control r na i slide mpaka hapa hivyo. Hmm, so Uh, nakuja kwenye face selection na select hii, then na extrude hiyo, ipatikane sehemu ya barabara hiyo. Then ta select hiki face hapa, sikitaki na kifuta. Then nakuja huku mwisho, uh, hii na kitu, hapa nafuta huku mwisho. Kitu kingine hapa cha kujali kidogo ni nataka ni extrude haa, ano hii hapa Shift alt select hiyo then I extrude Z axis mpaka mm -hmm. So hapo sasa, hii barabara sio ya train, nataka iwe kwenye mwamba fulani hivi, kwa hiyo nitaleta hapo g mpaka hapo, control r na hadi loop cut mhm, mbili g mpaka hapa, alafu control r hivyo g hivyo. So labda na hii hapa tu ni extrude kidogo, y axis isogee hivi kidogo, sio mbaya mpaka uh, hapo. Sasa kitu cha kuzingatia hapa, hii ipo kwenye nani? Uh, ukienda kwenye object mode utagundua iko kwenye shader smooth hivyo, yani imeshaji smooth shader ina kama vile hivyo. Sasa nataka hii barabara ijichore iwe peke yake ionekane kivyake vyake, so nitaselekti hii ya line ya kwanza hapa nitaselekti na line ya huku, then hivi control e unakuja una mark sharp barabara inakuwa imeshajichora namna hivi, lakini sasa sijapenda, pia imekuwa vile barabara iliko kwenye barafu e, yani huko na barafu na huko, si sijapenda. Hizi barabara mbona ni za kitonga? Huko ilinga wapi? Sijui mbamba bei magu. Kwa hiyo na mark e, sharp na hii mm hapa -hmm. Hapo sawa, hapo hivi kidogo imekuwa vizuri. So point nyingine inayofuata ni ku add materials. Barabara tumesha ipata uh, materials nayo add, na nataka ni add material ya ya, ya cement ya hapa sasa. So, so, nitakuja hapa hivi kwenye materials hii hapa, ta add new materials new tena, hii niite tu cement materials ta convert hii color naenda kwenye image text. Then hapo unaenda sehemu ambapo make sure unakuwa umesha download image ya barabara ni... load textures na cement textures, na kama unataka matokeo mazuri kama ya kwangu mm -hmm. na open. Sasa hapo inabidi wewe ndio uende mahali ambapo unahifadhi texture zako, kwa hiyo hapo huna haja ya kunifuatisha mimi uh huwa na na nani wapi nachukua hii hapo hapa, sitaweza kuona mpaka niende kwenye UV editor hapa sasa. Uh, imesha unwrap text hii hapa lakini tukija hapa hivi kwenye material preview utagundua ime, ime unwrap hivi. kwa sababu po tuli tuli extrude ndio maana inachola chola hiyo mistari ambayo hata haijakapoa Afu, pia kitu kingine ili upate material convert kabisa tuende hapa kwenye tuondoke kwenye EV tuende kwenye uh, Cycles. mm -hmm. Sasa hapa nikija kwenye inabidi nipa, nizipange vizuri ili nizipange vizuri, cha kwanza nitaselect zote alafu nita unwrap kwanza, nita unwrap hii hapa, light map pack itazipanga kulingana na ukubwa wake hivyo halafu Inga hapa, hivi ukija kwenye object mode bado utaona zimejipanga vibaya kama draft. Kwa hiyo nitakuja hapa nita unselect hii uh, kwanza nimeselekti zote shifti aashift, nita, nita, ah, uh, shift, nita unselect hii alafu nita select tena then nita unwrap, follow active quad zitajipanga vizuri kwa unyofu. Mbona haijajipanga? okay, okay. Bona, okay. Aye, bona, na unselect haya bwana, ngojani unwrap upya, na unwrap hii hapa. Na mimi hiyo imenikatalia hata siwa, tunakwama. Shift na unselect hii mbona, ni hapa, niko kwenye make sure, huko kwenye face selection Ah, ivo. Kwa hiyo face selection nita se shift, nita select hii afu nitaselecti tena afu, unwrap, follow active quad. Hiyo umeona zimejipanga kwa kwa unyoofu na kwa kulingana na, na ukubwa wake. So nitakuja hapa kwenye hii texture nitasogeza nita mpaka hapa afu, nita scale mpaka edge yake ilipo mpaka hapa. Ngoja niangalie pia kwenye object mode imekaaje, labda hapa tu ni scale y axis kidogo hivi. Okay, mpaka hapo sawa. Kitu cha pili sasa, tumeshaweka hii hii hapa material ya simenti ya kwanza, lakini simenti kuna namna ikiwa mpya mpya aga inakuwa inang'aa, so Nitakachokizingatia hapa pia ni kuhakikisha inang'aa, kwa hiyo nitakuja hapa kwenye materials na kuja kwenye roughness nitaweka 0.4 hivyo hmm. Sasa inabidi tu add material nyingine ambayo itakuwa ni material ya lami. Hiyo kumbuka ilikuwa ni material ya ya hiyo cement fulani hiyo, so nita add material mpya hiyo, naweza nikaita lami hivyo. Kama kawaida, nita convert iende kwenye image texture, nita open unaenda pia kwenye texture zako mahali ambapo unazihifadhi, kwa hiyo usiniige nige mimi hapa mm -hmm. Hiyo ukiona haionekani hapo, ukija hapa yep. i hapa, imetokea hapa, kwa hiyo nikija kwenye edit mode hapa inabidi niselekti barabara kwa sababu nimesha unwrap vizuri Nitaselect hii barabara bara hapa, sasa imekaa opposite. Nitakuja hapa pia, ili iweze kuonekana hapa, kwa sababu ukija kwenye object mode haionekani. Nimeselect line, alafu na assign itaanza kuonekana hapa, lakini imeonekana kama parking vile. Kwa hiyo kwa sababu huku hivi imekaa opposite, kwa hiyo inabidi ni rotate huku 90 degrees, alafu ni scale mpaka edges zake hizi zi e, guse kushoto na kulia mwa hiyo nani hivo mpaka hapa, hiyo unachokifanya huku ndio kitakacho kinachotokea huku hivyo. Na kuna wengine kama unatengeneza barabara kubwa, unataka double road, unaweza ukascale sana eh, uh, zikatokea barabara tatu hapo hivi, mmm mbezi kimara hiyo, lakini nataka hiyo moja inanitosha, kama umetengeneza barabara pana, ndio hapo mbezi kimara, barabara ngapi zile, sijui nane Okay, so uh, tumeshaweka lami yetu, imesha kaa vizuri kwasababu tumesha unwrap kila kitu vizuri. Mm, labda ukiona tu hizi alama hazijakaa vizuri, manake unaweza ukascale x-axis hivi kuziongeza au kuzipunguza. Mm, I think mpaka hapa tuko shaka kitaalamu, so barabara huwaga inakuwa ina nganga fulani hivi, kwa hiyo nitakuja kwenye roughness hapa hapo venyewe nitaweka 0.3 ing'ae kuliko ile cement uh, hmm. So, mpaka hapa hivi tumeshaweza kutengeneza barabara. Nimerudi kwenye layout hmm. Utaona mpaka uenda kwenye material preview hapa. So, ukiona hapa unapata shida, kubonyeza z unakuja z unakuja hapa material preview ni kitu kile kile hmm. Sasa uh, kinachokuja hapa hivi ni kutengeneza, tunataka kutengeneza kingo uku pembeni. Kwa hiyo nitakuja kuselekti hapa uh, hapa na select hii Sh niboa shift alt nikaselekti kaselekti, ni lakini kwa wewe unaweza ka double click hii kaselekti yote. Kwa hiyo hivyo. Kwa sababu kwanza kuselekti moja moja, unaselekti hii, shift unaselekti hii mpaka ufike, utachelewa. Kwa hiyo unaweza ka double kwa, kwa baadhi ya vision za sasa hivi unaweza unaeza double click hii kaselekti zote, lakini kwa mimi ni shift alt na selekti mm hivo -hmm. Kwa hiyo nimesha select hiyo bonza shift D ku duplicate the axis na iinua kidogo mpaka hapo Jibo, then P selection. Mm -hmm. Hapo imesha kuwa hivyo. Sasa kuna kitu kingine Aa, na, na hisi hii ni ndogo sana, moja kwanza na select zote. Je, ni scale iwe kubwa. Mm -hmm. Ya yeah, lakini unaweza ukafanya hivyo hivyo, lakini kwa kuna namna itanipa matokeo madogo ambayo sikuwa nimeyapa na yahitaji, ndio maana nimefanya hivyo. Kwa hiyo nikija hapa kwenye hii, kwa sababu nataka kutengeneza huu ukingo nita converti, uende kwenye curve. Kwa hiyo convert to curve. Nikija hapa kwenye curve kwenye barabara, tukuja kwenye extrude kwenye geometry hapo naacha na extrude, shuka chini unakutana na hii depth, hapo ndio penyewe sasa depth unaona inatengeneza ina hiyo edge namna hiyo. Sasa hii edge yetu imekuwa kubwa sana, mi nataka iwe ndogo kidogo. Hapa hivi ukiangalia ni 0.01 uh, kwa hiyo mimi nitaongeza zero labda 5 yes, mpaka hapo unaona ime kwa hiyo kama unaona upati matokeo mazuri, cheze hapo hivi hizo, cheza na hesabu kidogo hapo hivi, usikimbie umande mpaka itakapokaa sawa sawa. Uh, hapo naona imeshakaa sawa, kwa hiyo nitaiconvert irudi kwenye mesh. Uh, sasa inategemea na wewe wa unahitaji nini unaweza kama tu kuduplicate shift d ukaipandisha juu au ukatumia modify ikakusaidia kupanga vizuri. Kama unataka kwa mfano, nikija hapa hivi nikaja kwenye generate array. Uh, hapa ninaweka zero kwenye nani hii lakini kwenye z axis hapa ndio nataka tu. Ah, kumbe z axis ndio haifai ah, basi hapa tunaweka zero y axis. Eh, y axis ndio inatupa matokeo mhm, mm. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa hiyo utaangalia ipi inakupa matokeo mhm. Kwa hiyo mimi nataka, nataka hizo edge ziwe mbili tu, kwa hiyo tuseme zero point, eh, niweke tatu inatosha, mmm Uh, okay, haya yeah, yeah. So ngoja nirudishe hapa, niandike mbili inanipa nini? ya yeah, mbili naona ndio nimependa kwa mimi, sijui kwa wewe uko hivi vipimo vyako vitoka vimekaaje? mpaka um, hapo naona iko ishakaa kitaalamu kwa sababu unazingatia ukubwa wa gari ingawa sijaweka, ni unazingatia tu ukubwa wa gari na na ukingo utakuwa umekaaje na uhalisia pia. So eh, naweza nika apply hii tayari hii. E, tunaz tukaipa material nyingine sasa. Hii ni metallic chuma, kwa hiyo nitaipa tu jina la chuma, lakini ili hiyo metallic hapa nitapeleka tu value mpaka nani mwisho inakuwa inawapa Lakini pia na add smooth shader. Search smooth shader smooth hivyo, uh -huh. Asa kitu kingine cha kujali kuongeza hapa hivi ni zile chuma ambazo zinakuja kushikilia hii, kwaiyo nitaselekti hii hapa ya chini, then nita select hii shift d naipandisha kidogo, labda mpaka hapa p na i separate kama tulivyofanya kwenye hizo uh, bomba then uh, nita i convert object na i convert iwe curve. Unaweza eh, hivyo, lakini sasa pivot yake ipo hapo katikati. Nataka pivot yake ikae hapa mwanzoni, kwa hiyo nita snap kasa to selected hivyo, kasa imeshasogea hapa. Kwa hiyo na i convert hii ifate kasa, kwa hiyo nita kuja kwenye object set origin origin to 3d cursor, imeshatokea hapa. So hapa inabidi ni tengeneze sasa chuma ambayo itakaa hapa. Shift a uh, let's say it add cube okay. Scale down scale the axis mm-hmm.

then kuna wengine ukitaka unazi zaidi unaweza ukaamua kuweka na bolt huku pembeni, lakini sasa, that's your task not mine. Kwa hiyo nita scale down kidogo hii hii chuma ndio itakaa hapo, nafanya kidogo iwe ndefu kwenda chini kuliko kwenda juu mm -hmm. so hii, hii ambayo itakuwa ndio chuma inayoshikilia hiyo uh, imekaa vizuri, kwanza ya iko vizuri. Nita add modifier, modifier nitakayo add hapa inaitwa uh, array hapo, yep. Sasa array ukipeleka hivi hapa nikija kuslide hapa itakuwa inaenda hivi, inga inaenda opposite, lakini isikupe pressure sana, tutakuja kuedit vitu vingine tu baadaye weka hata ngapi, hata nne tano zinatosha kwa kuanzia. Hizo ukija kwenye edit mode, ni hii hapa moja tu, hii nyingine ni copy so uh, tumesha add array, tunataka hii hii hapa ifuatishe hii curve. Tuna add modifier nyingine, tuna tuna add, unakuja kwenye deform au uende kwenye generate, unakuja kuna ka curve, hii curve uh, unai, sasa hapa ndio kuna umuhimu wa kurename mambo, unaona hii